Mambo vipi, kwenye video hii ntena kukufundisha jinsi ya kuangalia malipo unayoweza kulipwa na YouTube. Tunatumia website fulani, utaingia Google, inaitwa Social Blade. Hii ni website ambayo yenyewe inatoa data data za vitu mbalimbali ambavyo unavifanya kwenye mtandao wa Instagram, YouTube, Facebook, TikTok na kadhalika, inaitwa Social Blade Ndi asi kama utaifungua afungua hii hapa juu mwanzoni. Sasa kama unavyoiona hapo juu kabisa wamekuandikia kwamba YouTube, TikTok, Twitch, Facebook, Instagram. Hiyo yote ni mitandao ambayo unaweza ukaangalia data zake kwenye hii mitandao kwenye, kwenye, kwenye hii website na hii website jumla eh, tunasema ina creators milioni 90 ambao wamekuwa registered au wanakuwa recognized na hii platform. Wa YouTube wapo milioni 68 na Instagram milioni 11, TikTok milioni 1.5, Twitch 7.3 million na moja.................................................................................................................................................................... Facebook 1.8 milioni naab.8 Kwa hiyo sasa, ukishaingia kwenye hii platform unaweza ukaziona data za mtu yeyote. Kwa mfano mimi nipo Tanzania, kwa hiyo wameniekea popular YouTube creators Tanzania aza nikawaona hapa e. Labda kwa haraka haraka tuanze na nani tumangalie nani tumangali, labda Diamond Platnumz ambaye ni msanii. Ukisha msichi Diamond Platnumz, tutaona data zake hapo, tutaona kabisa kwamba e. mara nyingi hawa watu wanapenda, ukifungua tu wanakonyesha data za YouTube. Ukitaka TikTok utakuja hapa, ukitaka Twitch utakuja hapo. Ukitaka Facebook utakuja hapo na kadhalika. Sasa mimi nataka niangalie data za Diamond kwenye mtandao wa YouTube. Haya. Yeye alifungua akaunti ya YouTube mwezi wa sita tarehe kumi na mbili elfu mbili na kumi na moja na mpaka sasa ana viewers 2.9 billion views. Eh. Ndani ya hii platform ana rank mtu wa elfu kumi na tisa na grade A hapo amempatia. Subscriber rank dunia nzima ni mtu wa mia nne kumi na nane. Views rank mtu wa elfu tano mia mbili na nane kwa Tanzania yeye ndio namba moja mm. First rank ana rank kwa na vitu vingi, yani music rank hiyo hapo. Haya, hapa unaweza kuona data za siku 18 zilizopita kwamba kwa siku 18 wastani alipata subscribers wangapi eh, alipata subscribers 30000, lakini pia unaweza kuona metrics nyingine mbalimbali ambazo zinakuwa zinaonekana hapo chini eh Wangalie labda mtu mwingine nani, unaweza ukasearch hata mtu yote yule mwenye YouTube mwenye nani, ambaye unafahamu kabisa na akaunti ya YouTube. Wewe unaingia hapa, una search, unaziona data zake, data zake. Kwa mfano labda tumsearch Milad Ayo Kigoma, sikuonyesha jina ya pili inakuonyesha miradi ayo hiyo hapo ah, data za miladi hayo hizo hapo kama unavyoziona, ukiangalia kwa siku kumi na nne data zake alizozirekodi huyi miladi ayo kwa siku kumi na nne zilizopita, au tunasema wiki mbili, amepata subscribers jumla ishirini elfu ndio maana ameandika ishirini k lakini views alizopata kwa siku 13 zilizopita, tunasema amepata views milioni 13 eh, na kipato alichotengeneza wastani kitachezea hapa kwenye dola 3.1k hadi 50k. Ya maana yake 3100 tuzidisha hapa, ameingiza shilingi ngapi, kiwango cha chini ambacho ameingiza na kiwango cha juu kupitia mtandao wa YouTube. Ingeweza kukuletea kwetu hapa 1 na kwa saizi dola wastani ni elfu mbili mia sita naki kiwango cha chini alichokitengeneza ndani ya wiki mbili ni milioni 8 na elfu sitini eh pesa hizo kiwango cha juu ukiangalia hapa ni dola 50k watapiga 50 mara 2600 halafu kiwango cha juu ni milioni mia moja thelathini ndani ya wiki mbili hiyo eh? Kiwango kwa kwa chake kinachezea hapo katikati kwenye milioni nane mpaka milioni mia moja thelathini kutabiria kwamba huko mbele mambo atakuwaje kwa maana ya viewers, na kwa maana ya subscribers. Ukiangalia hapa kwa subscribers kwa miradi hayo mpaka sasa na subscribers 5.5 milioni, milioni maana kama amemtabilia mpaka kufikia elfu mbili na ishirini mm, na 29 Januari, na Januari 22, atakuwa na, atakuwa na tisa hapa kwa natembeza mshale utakuwa unaona kabisa tare labda hapa elfu mbili na ishirini na tisa Januari ishirini na mbili atakuwa na subscribers milioni tisa laki tisa. Hivyo hivyo ukija hata kwenye views, ukishuka hapo chini eh, milioni 4 milioni 4 bizo, unaona hapo chini, mwaka mwaka fulani. Kwa hiyo hii ni kwa creator yote yule, lakini ukija hapa mbele similar channels, maana kuna angalia channels ambazo zina ziko similar zina post content kama za miradi la hayo, lakini ukija kwenye live subscriber account hapa unaangalia kwamba live yani tutasema eh kama kuna subscriber unaona ongezeka, utakuwa unaona hapa kama kuna views unaona ongezeka, unakuwa unaona hapa hapa chini, na kwa watu bado wanafanyaje hapo, wanaendelea kuzitazama. Lakini pia hawa social blade wana achievement ambazo wanazionyesha, mm -hmm. Achievement kwa mfano hizi huku chini zote hizi ila dasha zitimiza tayari eh, sasa hivi achievement ambayo ina ipo kwenye progress ni hapa, ya kufikisha subscribers milioni 50. Eh? ila hizo nyingine zote haya. Ukija similar, ukija hapa kucompare, na unaweza compare miladi hayo na nani mwingine ambaye unataka kumcompare. Kwa hiyo una select creator ambaye unamhitaji, labda kwa mfano wa mwisho, eh, tutolee hapa unaingiza channel ya mtu yeyote yule, hata kama ni ndogo, tutolee mfano channel yangu hapa, japo bado ni ndogo lakini

No, dola sita mpaka dola mia moja na tatu na views nilizopata kwa siku kumi zilizopita ni views 26,000. Na subscribers nilizopata ndani ya wiki mbili zilizopita ni subscribers 710. Data nyingine unaweza kuona hapa, kama tarehe flani, tarehe flani, Monday, Tuesday, kiliongezeka nini, kikapungua nini, kilitengenezeka hela shilingi ngapi, eh, hapa chini unaweza kuona grafu. Lakini pia kwenye channel hii naweza nikaona future projection ya channel yangu kwamba inaelekea wapi. Eh, unajua hii inakwenda kupotea moyo akuendelea kupambana kwamba ipo mwaka nitafika sehemu fulani. Tunaona hiyo projection ya subscribers kwa mfano, mimi hapa nikaendelea kupambana kwa spidi hii, manake kufikia mwaka 2030 ambao tutare ngapi, tuseme Januari 2030, tukona subscribers laki moja na elfu saba mia nne arobaini na moja lakini kwa maana ya viewers eh lakini ningeendelea kupambana hadi kufikia mwaka elfu mbili na thelathini. Hapo tuangalie unachezesha video chako hapo, unaona kabisa tarehe fulani Novemba kumi na nane elfu mbili na ishirini na tisa nitakuwa na viewers milioni nne laki nne na ishirini na saba eh, milioni nne laki nne na ishirini na saba Lakini pia unaweza ukatrack data za Instagram, data za Facebook na hiyo mitandao mingine mingine star hiyo ambayo unaifahamu media yote ambayo unayofahamu ina account kwenye mtandao wa kijamii. Ndio hii. Angalia hapa, na mwisho wa siku jua kwamba ah, kumbe huyu anatengeneza mpunga kiasi fulani. Guys, nadhani tumeelewana. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye tayari una YouTube channel, eh, unaweza kwa kutumia platform hii kuangalia safari yako au kujikumbua shindani wako, eh, channel zao ukajua uko vipi. Lakini pia kwa wewe ambaye hauna YouTube channel basi ni wakati wako sasa kufunga YouTube channel kwa siku baada ya miaka kadhaa tu na wewe unaanza kutengeneza pesa. Ikiwa haufahamu jinsi gani unaweza kufungua YouTube channel, na mafunzo ambayo yanaelekeza mwanzo mpaka mwisho, kuanzia kufungua YouTube channel na mpaka kulipwa kama ambavyo mimi ninalipwa ni na mafunzo haya, yanagharimu shilingi elfu sabini tu. Unaweza kuwasiliana na mimi WhatsApp, ili nikupatie utaratibu na mwisho wa siku uanze kujifunza. Sina la ziada kwenye video hii, tukutane kwenye video ijayo. Asante.